Ndugu zangu wana CCM kata yetu pendo ka ya Mkolani, nimepewa dakika mbili, naomba nizitendee haki. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama kata ya Mkolani, Mheshimiwa katibu kamati ya siasa, lakini sana wenye viti wenzangu, wajumbe wa CCM na wananchi wote CCM, oi, ndugu zangu mimi niliyekuja mbenu nimepewa kazi tatu. Ya kwanza kuhakikisha namwombea Mheshimiwa Diwani kula, ya pili kumwombea Mheshimiwa mbunge kula, lakini ya tatu kumwombea Mheshimiwa rais kula za ndio, ili tarehe ishirini na tisa mapema twende tukafanye jambo letu la kishindo hapo, ndugu hapo, zanguni kipindi ninapanga safari yangu ya kuja kusimama hapa kuombeni kula cha kwanza ambacho nilikuwa na kitafakari na kukifikiria, watu wanaojipanga kufanya maandamano, wakati wale ambao walikuwa wakiwaamini kwa kipindi kile, leo wapo, wamekiunga chama cha mapinduzi mkono, na wao wanaamini CCM ndiyo chama pekee yake Afrika, chama kilicho simama imara. Leo tunazungumza tunayepita Msigwa, hivi wewe leo unaambiwa ufanye maandamano na mtu yuko Marekani anaweza kumzidi uchungu aliyokuwepo Msigwa kule alikotoka akarudi CCM? Wewe unaweza kumzidi maumivu anayopata Msigwa? Yuko mtu anaitwa Wenje, amewahi kuwa mbunge katika wilaya yetu ya Nyamagana, lakini yeye amekuja kuungana na mama na kuamini kwamba CCM ndiyo chama peke yake ambacho kinakuletea ya maendeleo. Na wao amekuwa waalimu wa filosofia wametwambia kwamba maendeleo hayajawahi kuja kama mvua, na hata kama ni mvua haiwezi kunyesha. Nataka nikwambie leo mvua imenyesha Mwanza, lakini Dar es Salaam ni jua kali. Nenda Katavi, kumewaka moshi, kuna upepo na kimbunga, hakuna mvua iliyonyesha maeneo yote. Tafsiri yake ni nini? CCM imefanya kazi na maendeleo makubwa katika wilaya yetu, mkoa wetu na taifa hili kwa ujumla. Leo tunakuja kuzungumza kwamba mzee wetu Juma John Dira Captain JJ ndiyo pekee yake ambaye Mungu kamteua kwa sasa aweze kuwa diwani wa kata hii ya Mkolani. Anayezungumza hapa ni miongoni mwa wale waliotiania katika nafasi ya udiwani, lakini Mungu hakutaka, na Mungu aliamini kwamba nyakati hizi anayetakiwa kutuhudumia wana Mkolani pekee yake ni Juma John Dira na si mwingine na wewe ambaye unakaa ukakataa, Mungu angemkataa huyu, lingetokea jambo lolote la mitikisiko la kudondoka, ili mradi asisimame. Lakini Mungu kwa kuwa amemtaka yeye, mimi na wewe tunapaswa kumuunga mkono, tushirikiane naye, anakwenda kuwa diwani wa kwetu wote na leo tafasiri yake ni nini? Atakwenda kuwasemea wa baba, atakwenda kuwasemea wa mama, atakwenda kusemea vijana, wazee na kila yoyote anayetokana na kata ya Mkolani. Nachoweza kukushawishi wewe si kugomea uchaguzi, maana uchaguzi ni maisha. Wewe utakapogoma kwenda kupiga kula, tafasiri yake umekwenda kujinyima haki yako ya msingi na nikuombe kwa nyakati hizi na sasa kwamba tarehe ishirini na tisa twende tukaungane kwa pamoja kuhakikisha chuma coni bila peke yake anasimama kuwa diwani, na kwa tathmini tulizozifanya hakuna diwani mwenye sifa ya kumfikia yeye kwa wagombea wote waliopo CCM hey. nitumie fursa hii kumwombea kaka yangu Zila nyingi kula za kutosha tarehe ishirini na tisa ili akawa mwakilishi wetu wa jimbo la Nyamagana akiungana na Uncle JJ au Captain JJ. Hii ni maendeleo yaje kuwa ya kishindo. Nitumie fursa hii kuambieni kwamba peke yake mwana baba huyu ambaye wewe kwa macho ya nyama na mimi hatukutegemea hatukujua yeye angeweza kuwa rais wa nchi yetu hii ya Tanzania peke yake. Mungu alimwingilia John Joseph Pombe Magufuli katika kichwa chake, akamteua kuwa mwakilishi wake kwa maana ya makamu wa rais kwa kipindi hicho. Nashukuru Mungu, alipokwenda kumchukua John Pombe Magufuli peke yake, kwa katiba yetu aliamini, na Mungu akasimama kwamba mama Mungu ameweza kutuongoza na nini imekuwa mashahidi. Miradi yote iliyoachwa na mtangulizi wake kaifanya na kaitekeleza. Kazi yetu mimi na wewe ni kwenda kumpigia kura za kishindo, kura za ndio, ili akawe rais kwa mara ya kwanza kwa kuchaguliwa, na deni lake tukalilipe kwa maendeleo makubwa aliyotufanyia. Hapo vipi? Dakika zangu zimeisha, asante sana. Naombeni kura za ndio, tuungane kwa pamoja, ishirini na tisa.